Nataka kuwajulisha kwamba hii tu ni kongamano na a, tumekuja hapa kuhamazisha wenzetu a, kuhusu hii haya mambo ambayo ameanza kutukumba sisi kuhusiana na msongo wa mawazo a, msongo wa mawazo kama binadamu. Wale wengine ambao mnaona kwa vijiji huko na sehemu mbalimbali ya nchi, umeona kwamba kumekuwa na visa ya watu kujitoa uhai umekuwa na visa ya watu kuwa kuruku hata akili, ni kwa sababu ya hali ya maisha yamebadilika, na binadamu hawakuwa naona kwamba kuna hatari ya mafikira za watu. Maneno yanapojaa kwa ubongo ya binadamu uzaa msongo wa mawazo, kwa sababu hawana suluhisho ya hawana suluhisho the solutions katika mambo hayo ambayo yanawakumba. Sasa tunasema kwamba je, wewe unaelewa sababu na chanzo ya msongo wa mawazo ni nini? Sababisho ya hii National Police Service imekuja na mikakati ya kuweza kuhamazisha ili kuzuia mambo hayo yasije yakaendelea as a mitigation measure. And being proactive. Yani kuwa kupatia kipaumbele na kuwa mbele ili kuweza kuhamasisha afisa wetu, maafisa wetu kuhusu janga hii. Itakuwa janga ikiwa mtu mwenyewe hatahamasisha ili achukue tahadhari, na ndio sababu katika idara ya polisi uh, tumehusisha wahusika wengine waisani kuja ili tuungane wataalamu wakuja wamazishe maafisa wetu kuhusu hatari ikiwa hawatachukua hii umuhimu wa mafunzo haya, kwamba tutapoteza maafisa wengi ambaye ni potential ambao wako na tajriba mbalimbali, wako na vipawa tofauti mbalimbali, ili tusije tukawapoteza katika hii na bado wako wachanga sana kwa kikosi. Unaona kwamba ile umri ambaye ina inaadhirika sana ni umri ambaye tunategemea kwa kikosi, na tunaona kwamba wakiathirika pakubwa tutapoteza maafisa wengi sana wachanga katika kikosi.